a ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Naomba tukae. Nimeshukuru sana kwa jinsi mlivyonipokea, lakini sio tu kupokelewa hapa Singida kuja kwangu Singida, nimekuja na ujumbe wa matumaini. Nimekuja na ujumbe wenye kuambia kwamba mateso yetu na fadhaa zetu zimefika mwisho. Kama msinge kuwa na ujasiri wa kusimama imara katika tumaini lenu, basi nisingefika mahali hapa, yeah. Nimekuja kuambia na kuwapa matumaini kwamba safari yenu mlioianza siyo safari isiyokuwa na faida, ila ni safari ambayo itaweka misingi bora. Na ninasema hili kwa ujasiri wote kabisa, ni ya kuweka misingi iliyo bora ya tumaini letu kama watoto wa Mungu katika imani ya Anglicanism. Amen. Tupo hapa kwa sababu kama injili ilivyosema na kama somo la kwanza lilivyosema tumepita katika mateso na giza nene sana. Tumepita katika mateso ambayo wengine walitudharau na kutubeza, kana kwamba tunapoteza muda, kana kwamba sisi ni vichaa, kana kwamba hatujui tunalolifanya, kana kwamba hatujui tulilolisema, kwamba hatu taki waliona, tunapoteza muda na kwa muda wametumbeza. Jana wakati natambulishwa, kuna mtu mmoja aliniambia kitu, alisema katika utambulisho, lakini nilicheka sana moyoni. Akasema mimi ni mama katekista wa kanisa la maturubai. Naomba wanaochukua video na simu zote mchukue hili ninalotaka kulisema sasa. Amina. Yeah. Tumetoka katika majengo ambayo yalituhuzunisha sana na ninahakika asilimia mia moja hata wengi waliobaki katika hayo majengo wamebaki kwa sababu ni majengo lakini hamna maisha. Sisi tunaosali katika turubani tunasali tukiwa na furaha, tukiwa na matumaini, tukiwa na furaha, kwa sababu hatuji kanisani kama wadaiwa, bali Kule tulikotoka mimi huwa nakuita, tumetoka Misri kwa mafarao kule kwa mafarao. Kwa mafarao tulikotoka kuna watu wanaitwa makatekista. Makatekista sijui kwa hapa Singida, lakini kwenye dayosisi za mafarao wengine Unakuta katekista anakuja mbele, ukiwa muda wake ana faili nene kuliko Biblia. Hilo faili akiliweka hapa mbele, kazi yake ni kufungua kurasa za watu wenye madeni. John Eric, ulikuwa na laki tano, imebaki laki nne na nusu hakuna kitu anachokifanya mbele ya madhabahu ni madeni madeni madeni madeni madeni. Sasa na ukiangalia haya madeni yote yanayopoteza muda kwenye madhabahu, na hata wameambukizwa wachungaji wao ambao wako chini ya hao mafarao, hakuna injili wanayoihubiri isipokuwa injili ya madeni. Lakini madeni haya badala ya kujenga maisha bora yenu, mnaokaa na kusikiliza neno la Mungu, yanajenga maisha ya matumbo ya wachache walioko juu. Sisi tunaosali katika turubai tunakuja kanisani si kama wadaiwa, bali watu walio huru katika neno la Mungu. Amen. Nimekuja kueleza kwamba maono yetu ya kujenga jimbo jipya Tanzania la Kianglikana. Amen. Sio jimbo na kitu kingine. Maono yetu ya kurudisha, ya kujenga jimbo jipya la Kianglikana ni maono ya kuwarudisha Waanglikana waliotawanyika sehemu nyingi sana duniani na hasa Tanzania Amen. Kwa sababu sio waliochukia uanglikana wa, bali walichukia mafarao wanaoendesha uanglikana wa na mateso tuliyopitia kwa ajili ya kujaribu kusafisha kanisa letu ambayo yamezuiwa kwa muda mrefu yamekanyagwa na kufanywa kana kwamba ni mawazo ambayo hayana maana. Mwisho wake umefika tunapokwenda katika mchakato ulio bora wa kuleta jimbo lenye tija kwa Waanglikana. Kadai nizungumze kidogo juu ya hayo maono. Hayo maono ni nini? mwaka 1887 wazee watakumbuka, wamishonari wa Kianglikana walipofika katika nchi za Tanzania walituletea imani ambayo ilikuwa ni bora, imani ambayo iliendana na vitendo. Vitendo vya kuwafanya wananchi wa Tanzania wawe bora kwa kuleta viwanda kwa kuleta kazi kwa kuifu, kwa kwanza, lugha yetu ya Kiswahili iliwekwa katika maandishi na kuboreshwa na ikafanywa ni lugha ya taifa na hatimaye ikaleta uhuru katika nchi hii. Ni wamishonari wetu wa Kianglikana. Hawa wamishonari wakapanda kanisa ambalo lilijali watu na sio viongozi wachache walioligia. Siasa zilipoingia za nchi, wamishonari wale walipoondolewa Tanzania, wakaingia mafarao ambao wamelitumia kanisa kama siasa na sio injili ya Kristo. Na ndiyo maana tunaona tuna machungu mengi katika kanisa, kwa sababu tumeacha neno la Mungu, tumelifanya kanisa kuwa biashara. Episcopal Anglican Media Maisha yanayohubiri.